Ndio wakati ambao bendera ile ya kaf inasukumwa mbele katika pitch na sehemu ya wamuzi kutoka Afrika, pembe ya Afrika, mataifa mbalimbali wanasogea, wakiwa wanafahamu thamani ya mchezo huu katika mchezo huu wa mguu wa kwanza, kabla ya mchezo wa marejano wastani wa juma moja. Kikosi cha hababu Ali, kocha wa KMKM Nasor, Nasor Cholo yupo langoni pale, lakini lakini nichukue fursa hii kutoa <laughs> <laughs> wito. Kikosi kwa upande wa Azam FC, Jean Florai Benge, namna ambavyo ameanza langoni ni Isa Fofana <laughs> alikuepo pia katika michuano ya CAF upande wa ligi ya mabingwa. Kandanda imeanza, karibu sana Amaan, Zanzibar, karibu sana Unguja kushuhudia mtanange wa Total Energies CAF Confederation Cup. Himid Mao Faisal Faye Faisal akabilisha pasi katika njia Yahya Zaid, Kitambala Jephte bola! Kitambala Volvo tayari anakwenda kucheza kibinda mkoi, anaonyanyua mashabiki wa Azam. Alicheza hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa Afrika akiwa na AS ah, Manyema Union Faisal Salum Abdalla alipitisha kwa Yahya zaidi ya Kaiseta kaiunga moja kwa moja, ni ndizi ile banana cutting na ikajaa kambani. Ronwen Williams goli kipa wa Mamelodi Sundowns alifungwa stad simu msimu uliyopita na Jephte Kitambala bola. Itakuwa wewe na Nasor Abdallah Cholo takupita pembeni huku akilazimisha mse Hassan almaarufu kama Azizi Ki wanafahamu, hivyo kwa bula kushoto, alipiga alipita katikati ya walinzi wa Azam akaipeleka, lakini Isa Fofana akajitahidi kuonesha mwelekeo, mejazwa ndani kule mpira ule. Haya, anafanya seta kwenda nje. Jaribio la Jasper Yao alisetiwa na Arafat Faridi Karaga, lakini mambo yakaenda haya, amepitishwa mpira ule kwa Abdul Sopu, kaweka katika njia, najaza ndani, katika nafasi unaondoshwa mpira. Ongezana wenyewe ulipitishwa katika njia, akamwekea mbele yake nalusaji Mwekenda na Jephte Kitambala Yoro Kanado, amenyanyua kwa juu

aligongeana kaukuta kati ya yeye na Faisa. Na ya kwanza ilikuwa kutoka kwa Sopu, ya pili kutoka kwa Pascal Msindo. Kautambaliza mpira ule, kaekewa Lusajo Mwekenda, takupitisha akiwa na Kaimara katika nafasi. Kitambala, jaribio lake lina paa juu, kaupeleka kwa wapinzani Braziliano. Yahya Zaidi kapitisha pasi katika nafasi. Faisa, jaribio lake limekwenda nje ya lango waligongeana vizuri tu, akaupata na guu lake la kulia, ulikuwa katika saiti tayari. Hii hapa akanyosha kwa guu la kulia na... Said amepokea ameutenga pembeni, lakini tayari madhambi yamefanywa, alikutana na Faisal Arafat akaamua malize. Olekipa choro yuko nyuma ya mpira. Pascal itakuwaje? Kipyenga kimesikika Sindo katika timu za vijana viongozi wa Azam kunyanyuka na kupiga makofi. Sio kwa bahati mbaya, na Pascal Msindo Gaudens, alimchungulia kipa, akachungulia ukuta, akapeleka kipa, akajitahidi kuruka. Wapi Azam, muda ambao anahitaji kwenda makundi kwa mara ya kwanza, ndiyo muda ambao kijana ambaye walimwamini wakawekeza kwake anakwenda kuwalipa akiandika bao safi kabisa ambalo mlinda lango limemshinda, ukuta umeshindwa kuzuia na umejaa kambani, moja kwa moja. Ni halftime, hapana shaka matarajio ni makubwa kutoka kwake. Kandanda yameanza kipindi cha pili hiki cha Total Energies CAF Confederation Cup Mzunguko wa pili hatua za awali kombe la shirikisho Afrika. Haya, jaribu kukimbia kwa nguvu zaidi mzee. Hasan hasan amekwenda chini, ameset jesper yao mpira <tipino> unakwenda nje. Ifanya kazi nzuri mzee Hasan pira <tipino> mpira wa mwisho ule unakwenda nje tena menyosha mwenyewe, jaribio limekwenda nje. Umechezwa kwa kichwa, nanyosha unakwenda nje, nje ya target. alikutana nao, unaeleelea mchezo, mpira kwa kichwa ni kama setup ya moja kwa moja, akenda na kunyosha moja kwa moja, umepitishwa katika njia na ujaza ndani huko Faisal unaondoshwa tena ni Adul Sopu alikutana nao ndani ya box. Jephte Kitambala Bola unajibu tena kwa kichwa, kiondoshwa Nasir Sheha amefanyiwa foul na mwamuzi amejisachi meji sachi kadi njano unaonyeshwa Hamid, Mao aliruka na Nasir Sheha Faisal akampitisha tena, Yoro Diaby Mamadu Yoro nafasi nzuri, ameshindwa kuitumia. Bado miliki upo kwa Azam Pascal Msindo clearance, wameufagia mpira, ulipitishwa mpira katika njia, akakutana nao Yoro Mamadu lakini Nasir Sadun akajichanganya mwenyewe akashindwa kumalizia nafasi pressing tu pale alikuwa anaipasia nyavu magoli ya Nicolas Anelka. Na mwamuzi amezimaliza dakika zote tisini za mchezo. Maana yake ni kwamba Azam wako mbele mabao mawili kwa sifuri katika mechi ya ugenini KMKM ili waende hatua inayofuata basi, hesabu za haraka haraka wanatakiwa kushinda mabao matatu kwa sifuri katika mechi ya marejeano ambayo itachezwa Azam Complex. Full time, KMKM sifuri, Azam 2.